Yu e bwana msanii um, mkongwe huyu eh, lakini kwa sasa hasikiki tena, sijui hasi kuliendaje mpaka uh, sasa ahiti uh, tena anakaa tu maeneo ya Mwanza uh, ila watu wengi huwa wanamchokoza, anamwambia bwana huyu msanii amefifia, sasa hivi yuko Mwanza analima sato kule ama uh, nafuga sato. Si unajua Mwanza kwa upande um, sato basi huwa wanatamba sana. Sasa msanii mwenyewe usizunguke mtazamaji sijeko na kusema, "O jamaa ana maanisha msanii yupi?" Lakini msanii H Baba, H Baba baba baba baba, yule jamaa ambaye aliwahi kuimba na Harmonize Attitude. Alafu baadaye akaja akamgeuka akasema kwamba Harmonize ameweza kumwibia uh, milioni zake mia mbili. Bwana huyu H Baba naye ana vituko lakini uh, ilifika muda tu mambo wakaweka sawa na wakaweza kusameheana. Sasa hivi tena lakini matangazo mengi kwa nupande, e, maeneo ya hili swala, unajua mtazamaji e, Nicole Berry sasa hivi aa, uh, yupo katika jela, mambo si mazuri kwa upande wake. Umeona Mw baadhi ya foto ambazo zina trend, ndio mtazamaji unaambia, ukienda jela hakuna makeup hakuna nini. Sasa uh, ndio maana unaona picha za Nicole Berry akiwa ana makeup na za Nicole Berry akiwa hana makeup kule jela. Hakuhitaji eh, mambo hayo ya makeup, ndio sasa unaona uhalisia wa sura yake mtazamaji e, kumbe hizi makeup za wanawake huwa zinaficha mambo mengi, ndo leo e, nimeweza kugundua. Sasa mtazamaji e, huyu huyu mwimbaji huyu ambaye anajulikana kama vile H Baba e, ameweza kupata habari hizi za Nicole kuwa amewekwa gerezani na pia akapigwa dhamana ya milioni E, milioni sitini. Sasa hii milioni sitini e, mtazamaji kiukweli, Nicole ukimwangalia kwenye mtandao tutasema na hela kumbe, bwana, ni hela za utapeli zile tu za kukodi magari na kukodi nyumba a, na mambo fulani hivi ya mafuta mafuta kujipaka mwili kuongeza shepu, ndio maana mpaka kwenye mtandao huwa unamwona na ng'ara, lakini kwenye live life, nadhani umeweza kukutana picha zake akiwa jela, ila kama hujakutana nazo, basi picha zile nazidi kuwekea hapa mtandaoni ili na wewe uweze kuziona. Uh, huyo ndio ni Nicole Original. Achana na ule mtandaoni. Mtandaoni, mtazamaji ndio naambua sana, usiamini wacheza sinema na usiamini watu wa mtandao uh, huwa wana fake life, yani ku fake life, yani ile una kodi tu gari alafu unasema ni lako, lakini nyuma ya pazia wa no watu E, watu, unateseka peke yako lakini kingia mtandaoni e, wewe ni tajiri sasa. Huyu ni Nicole ndo amekuwa hivi mpaka sasa mwisho amenaswa na polisi. Baada ya kunaswa na, kunaswa na polisi, mtazamaji, ameweza kupewa dhamana ya milioni 60 nataka unielewe vizuri hapa ndio e, uje ujue huyu baba anaingiliana na wapi na historia. Baada ya kupewa dhamana milioni 60 akashindwa kutoa pale gerezani Yani dhamana ni ile makosa yako amekaririwa alafu uweze uwez fine fin ili utoke, unahitajika kupeana milioni 60, lakini milioni 60 imeweza kumshinda huyu dada ambaye anajulikana kama vile e, Nicole bwana, sasa hivi anapitia mambo magumu, akawaomba wasa wasanii wote aooo wa Waweze kumchangia. Hata kama ni, ni pesa kidogo kidogo, ili aweze kutoka huyu Nicole. Ikumbukwe Harmonize amewahi kufanya naye video moja, ile bedroom, if you come to my bedroom, I wanna show you something that never seen, never seen, yeah yeah. Kama umeona ile video yake, mtazamaji, kuna dada fulani anamsambua, basi yule dada ndio huyu Nicole Berry sasa, ambaye sasa amezuiwa gerezani. Kwa hivyo H baba amemwomba sana Harmonize, eh, ametaka Harmonize aweze kumsaidia Nicole kwenye jambo gumu kama hili, sababu kule jela mtazamaji, kama unavyokujua, sio mahali pazuri. Lakini unajua mtazamaji, kuna mda mdomo wako eh, huwa unakuponza tu mwenyewe, ndio maana saa zingine mtazamaji kuwa makini wakati unaongea vitu kama huyu, Nicole, kama huyu Nicole mtazamaji eh, kuna, kuna muda fulani aliweza kuhojiwa ila baada ya kuhojiwa akaweza kufunguka mambo mengi sana kuhusiana na wasanii wa Bongo. Mwanzo yeye alisema kwamba uh, wasanii wa Bongo hawana hela na wana fake sana life. Ila akasahau pia yeye mwenyewe ndio mambo yake hayo ya fake life. Sababu anasema sija, anatumia vikombe vya milioni saba, saa ya milioni kumi, eh, hasa akasema wasanii wa Bongo ni maigizo tu lakini hawana hela. Sasa hawendani na hadhi zake e. Sasa huyu ni Nicole Berry, baada ya kuongea vile e, unajua mtazamaji, kitu kiko katika mtandao, watu hawakisahau. Wewe unaongea tu ukidhani watasahau, lakini watu watu hawawezi kukisahau kile kitu e, mtazamaji. Sasa watu bado wana ile clip ya kuona kwamba Nicole Berry ana dharau sana wasanii wa Tanzania. Sasa hivi hakuna mtu ambaye anamkumbuka kwa jambo kama hili, sababu dharau zake wasanii wanajua, mtazamaji, wasanii bongo ni wengi na wakichanga tu basi ile pesa inaweza kupatikana, lakini kwa kuwa yeye mwenyewe aliweza kuongea dharau kwa kusema kwamba wasanii wa bongo hawana hela. Sasa mtu atamsaidia vipi kama ana dharau wasanii wa bongo bwana? Sasa juu usijui mtazamaji, una kipi cha kumshauri Nicole, ama una kipi cha kucomment hapa, baada ya Nicole adharau wasanii e, wabongo na huku hivi anahitaji mchango wao e, mdomowake bwana, azidi ku Media TV ambayo inazidi kukupa full story na full mizuka, habari zote ambazo sinatene, ambazo zinatokana na ulimwengu huu, iwe Bongo, Rwanda, Kenya, Uganda, South Africa, Switzerland kule mera, punde tu zinapochipuka, basi mimi habari nazidi kuwekea hapa. Cha msingi tu usahau kusubscribe kushare kwa marafiki zako, uh, kulike pia na uh, kucomment uh, usahau na kuview pia.